Mefanya operesheni operesheni. Operesheni ya kukamata wahalifu wote wanaojihusisha na uhalifu wa wizi wa miundombinu au mali, lakini kuzipeleka kuziuza kama vyuma chakavu. Katika operesheni hiyo tumefanikiwa eh, kukamata watuhumiwa 21 eh, ambapo watuhumiwa kumi na moja tumeshawafikisha mahakamani na hivi vyuma au mali hizi ni mbalimbali tukiona eh, kuna, kuna madirisha au madril, eh, ya milango, madrili ya milango ya, madrili ya, ya, ya madirisha ni. Tumekamata baadhi ya misalaba ambayo inang'olewa eh, kutoka kwenye makaburi inang'olewa. Eh, kuna kuna miundombinu ikiwemo mifuniko eh, ya kufunikia hizi chemba za majitaka eh, lakini kuna bidhaa mbalimbali vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote eh, kuna bidhaa ambazo zinatengeneza zinatumika kutengeneza, wakati wa kutengeneza hii ring road. Kwa hiyo mali nyingi zimekamata, na tunaendelea na operation hii ambayo ni endelevu, ili kuhakikisha kwamba tuna hifadhi eh, miundombinu ya serikali eh, lakini tunahakikisha kwamba mali za wananchi zinakuwa salama ikiwemo E, majengo ambayo wanajenga kwa maana ya madirisha madrili ambayo anaweka pamoja na, na nyaya ambazo wameziweka ili kuweza kukamilisha ujenzi wao. Wafanyabiashara wa biashara hizi za vyuma chakavu wawe wazalendo, e, wapende nchi yao kwa maana miundo mbinu hii serikali inaingia inatumia gharama kubwa kuweka miundombinu hii, e, lakini hii miundombinu inapoharibiwa inaweza ika sababisha madhara makubwa, ikiwezekana vifo e. Kwa mathalani ukiona kwamba vibao vya barabarani vinavyong'olewa, e, vikiondolewa viki inaweza kusababisha ajali.